Figo ni moja kati ya viungo muhimu sana kwenye mwili wako. Kwa kawaida binadamu ana figo mbili mwilini. Figo hufanya kazi kubwa ya kusafisha damu mwilini baada ya ulaji na unywaji wa vitu mbalimbali. Unywaji wa maji kwa wingi, kuzingatia ulaji wa baadhi ya vyakula na mtindo mzuri wa maisha unazisaidia figo zako kufanya kazi yake kwa ufanisi. Ili kuweka figo zako katika usalama, jambo la kwanza la kuzingatia ni kuhakikisha unakunywa maji ya kutosha. Kwa mwanamke, wastani wa lita 2.7 sawa na glasi 11 na nusu za maji kwa siku. Kwa mwanaume, wastani wa lita 3.7 ambazo ni sawa na glasi 15 za maji kwa siku. Kunywa maji ya kutosha kunazisaidia figo zako kuchuja takamwili kirahisi mwilini. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisayansi, ili kuimarisha afya ya figo zako unashauriwa kutumia vyakula ambavyo havina na vinavyosaidia kuondoa mafuta mabaya yanayoweza kuganda kwenye mishipa ya damu kama vile mafuta mabaya ya kolestro. Kula vyakula vyenye protini kwa wingi, mboga za majani na matunda kwa wingi. Kuna baadhi ya vyakula pia vinasaidia kuimarisha afya ya figo zako kama vile mwani. Baadhi ya tafiti zilizofanywa haswa kwa mwani wa kahawia au brown zilionyesha kuna msaada wa virutubisho vyake kwenye kongosho, figo na ini. Utafiti huo uliofanywa kwa panya waliokuwa wanakula mwani kwa siku 22 mfululizo walionekana kupunguza kwa kiasi kikubwa magonjwa ya figo na ini. Zabibu: utafiti uliofanywa kwa wanyama kwenye zabibu nyekundu Uligundua kuwa juisi ya zabibu nyekundu na zabibu zilizokaushwa zina uwezo wa kudhibiti vichocheo vya magonjwa na kuondoa sumu mwilini. Hali hii inasaidia kuzilinda figo, mafuta mabaya yasigande kwenye figo na kuimarisha afya ya figo. Njia nyingine muhimu ya kuzilinda figo zako ni ulaji wa vyakula vyenye madini ya calcium kwa wingi ili kuzuia mawe kwenye figo. Madini ya calcium yanasaidia kuyeyusha mawe kwenye figo. Ili kuhakikisha mwili wako unapata madini ya calcium kwa wingi, zingatia ulaji wa maziwa na bidhaa zenye maziwa zilizopunguzwa mafuta kama vile yogurt. Ulaji wa nyama isiyo na mafuta na ulaji wa kunde. Sasa unaweza kupata huduma na bidhaa zetu kwa urahisi kwenye tovuti yetu. Jisajili sasa kama ndio unaingia kwa mara ya kwanza. Bofia alama ya kichwa juu ya skrini yako, bofia kitufe cha jisajili. Jaza taarifa zote kama zinavyohitajika kwenye fomu. Ukimaliza, bofya kitufe cha tuma ili kukamilisha usajili wako.